eti mtume wanamwalika kwenye idi za makafiri anaenda, wala katuma mwakilishi wake. Idi za makafiri, idi za makafiri au sherehe za makafiri ha? Zile sherehe ambazo wameanzilisha, kwa sababu sherehe ziko sampuli mbili zao, mpako zile ambazo uh, ni za zinakubalika sio za kidini, za kidunia. Mfano kama sherehe yake ya harusi e, asiyekuwa Mwislamu anafunga harusi na kuitisha, kama hakuna maaswi, unaweza kaenda. Au kama e, anafuraha ya kupata e, kumaliza masomo akuitisha, mfurahi, unaweza kaenda. Mm -hmm. hizo ni mambo ya kidunia au mfano e, nchi inasema, e, tutakusanyika tufurahi kwa pamoja, e, kama kumaliza kazi, mfano unaweza kaenda sherehe kama hizo, lakini sherehe zile ambazo ni za kidini kama za kumaliza mwaka au za kusherekea eh, mathalan kama masala kwamba Yesu amezaliwa siku kadhaa, na ambazo wanaanzilisha, ambazo ziko na mambatao na dini, kama sikukuu si juu ya wanawake sikukuu sijui ya wazazi, ya wamama na zinginezo hizo, hazikubaliki bali zinakubalika kwa itikia, ni zile ambazo kwenye sheria yetu tukizifanya sisi Waislamu zinakubalika na tunaweza kuzifanya eh? kama saa, eh, mimi nafurahi niko na, na, na shukr na, na mshukuru Allah kuniruzuku nyumba waitisha watu njoni tukae tuchangie tule eh, kwa furaha na shukrani kwa Allah kuniruzuku nyumba hiyo. Mwislamu aza kafanya na Mkristu akifanya tunaweze ukaenda. Mwislamu aza kafanya sheria ya, ya, ya ndoa akatuisha tukaenda na Mkristu akifanya tunaenda, au kama hayo. Kwa hiyo wakati ule wa zamani walikuwepo na masherehe sherehe za, za sampuli ya pindo hizo sherehe ambazo zinaambatana na dini ambazo watasisi Waislamu haturuhusiwi kuzifanya haturuhusiwi, eh, e, kuanzisha kwa sababu sisi Waislamu tukianzisha sherehe ya kidini tunakatazwa, kwa sababu Mtume sasalam alikataza. Aliwakuta watu Madina wanasherehekea sherehe zao, wakasema Uislamu ulibadilisha hizo sherehe zenu kwa sherehe mbili ya Idi kubwa, Idi ndogo, Idi ladha na Idi lfitr Islam, hao tumekatazwa. nasikia sherehe za Maulidi zimekatazwa, kwani eh, kwa sababu hizo sherehe zilikuwa naambatana na dini. kwa hiyo eh, na makafiri wakifanya hivyo sherehe hatuzurii, na walikuwepo na sherehe zao wakati wa Mtume salala wasalama, bila shaka mpaka Shekhul Islam bin Taimia kwenye kitabu

almutashabbih bihim fi dhalik kama, jinsi sisi haturuhusiwi kufanana nao makafiri kwenye sherehe zao, basi na muislamu ambaye e, atapinda akaamua kufanana kufana, nao akakubali sherehe za makafiri tusimsaidie, bal yunha an dhalika. Uh, faman sana'a da'wa mukhalifa lil'ada fi a'yadin lam tujab. Na watu bali, muislamu atakayetaka kujifananisha na makafiri kwenye sherehe zao atakatazwa. Hata akituitisha hatukubali kuitika wito wake. Mwislamu huyo vipi sasa yeye mkafiri? Kwa hiyo haijuzu kuitika na kuenda kwenye sherehe za wasiokuwa Waislamu, hasa hasa sherehe zao zinaambatana na dini yao. Ulamaa wanakataza wakwambia, ulama uh, anakwambia eti kuitika uwito wa makafiri katika idi zao, talbiatu daawatuhum fil ihtifali biha la yajuz. Ulama anakwambia haijuzu, hey, kuitika uwito wa makafiri kwenye sherehe zao.

faqalt ama ma dhubiha lidhlik alyum fala taakulu walakin kulu min ashjarihim. aaambia Aisha E, tunakuwa tuko na sherehe ya kama ku, kukunyonyesha hivo ya majusi. Akisha wakasema kuna wakati wanakuwa na sherehe wanatupa zawadi. Aisha kasema kama ni vichinjwa walichinjwa kwa sababu hiyo sherehe msili, lakini kama ni zawadi zingine kama za mitimiti yani maki za majani majani, mkaitika ni. Aisha radhiyallahu anha wa anabi barza anahu kana lahu sukan majus fakanu, anasema uh, Abu Barza huyu ni sahaba mtu mwema alikuwa ko na wandugu wa yani kimajusi yaani majirani ya kimajusi, wakawa wanampa zawadi wanaapa wana zawadi kwenye nairuz walmaharajan fakana yaqulu liahlihi makana min fakia fakulu wamakana min ghairi dhalika farudu Wakikupeni zawadi ya matunda, matunda kuleni, kinyume na hivyo msili. Abubarza na Ali hivyo hivyo, utia biadiati Nairuz fakabilah, alipewa zawadi ya sherehe yao kuwa naitwa Nairuz akakubali sherehe. Kana iko hiyo sherehe zao hizo Nairuz uu maharajani zili kuwepo wakati huyo wa maswahaba zimekuwa hata wakati wa mtume swa salam, lakini mtume hakwaitika hizo sheria wala hatumi eti mwakilishi, wallah.